Mapya yajitokeza kuhusu mabasi ya Mofat na daladala za Mbagala. Mjadala mkubwa wa usafiri umeibuka jijini Dar es Salaam baada ya kampuni ya Mofat Company Limited, mwendeshaji wa huduma za mabasi yaendayo haraka BRT, katika barabara ya Kilwa Road, kuwasilisha ombi rasmi la kuondolewa kwa daladala, bajaji na bodaboda zinazofanya kazi katika mkondo huo huo. Uongozi wa Mofat unasema kuendelea kuwepo kwa vyombo hivyo vya usafiri ni changamoto kubwa inayodhoofisha ufanisi na uendelevu wa kifedha wa huduma ya BRT, na kusababisha hasara kubwa kwa kampuni. Mofat ilianza kutoa huduma za BRT mwezi Oktoba 2025 kama sehemu ya awamu ya pili ya mtandao wa usafiri wa umma jijini Dar es Salaam. Kampuni hiyo ina mkataba na Wakala wa Mabasi Yaendayo Haraka DART kuendesha huduma katika mkondo wa Kilwa Road kwa kutumia mabasi makubwa yenye njia maalum. Hata hivyo, tathmini za ndani zinaonyesha kuwa idadi ya abiria imekuwa ndogo kuliko ilivyotarajiwa, hali iliyosababisha kampuni kuwasilisha malalamiko yake kwa Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini, Latra. Sababu za Mofat kulalamika. Kwa mujibu wa mkuu wa operesheni wa Mofat, Mabrouk Masasi, kampuni imekuwa ikifanya kazi kwa hasara tangu ilipoanza kutoa huduma. Licha ya kuwa na faida ya njia maalum, mabasi ya kisasa yanayotumia gesi asilia CNG, na miundombinu bora, Mofat inasema idadi ya abiria bado ni ndogo. Sababu kubwa iliyotajwa ni ushindani kutoka kwa daladala, bodaboda na bajaji zinazoendelea kufanya kazi sambamba na BRT katika barabara ya Kilwa. Masasi alieleza kuwa wakati mabasi ya Mofat yalipoanza kazi, ilitarajiwa kuwa vyombo vingine vya usafiri vingepunguzwa au kuondolewa kabisa katika mkondo huo ili BRT iwe mihimili mkuu wa usafiri. Kutotekelezwa kwake kwa mpango huo kumesababisha kampuni kuendesha mabasi ya 40 pekee kati ya zaidi ya 200, huku mengine yakisalia yameegeshwa kwa kukosa abiria. Alionya kuwa hali hiyo ikiendelea, itahatarisha uwezo wa kampuni kulipa mikopo, mishahara ya wafanyakazi na gharama za uendeshaji. Upinzani kutoka kwa wananchi, daladala ni muhimu. Pendekezo la kuondoa daladala na vyombo vingine vya usafiri limekumbana na upinzani mkali kutoka kwa wakazi wa Dar es Salaam na wadau wa sekta ya usafiri. Wakosoaji wanasema mahitaji ya usafiri jijini ni makubwa kuliko uwezo sasa wa BRT, hivyo kuondoa daladala kutawaathiri vibaya wananchi wengi wanaotegemea usafiri huo wa gharama nafuu na unaofika maeneo mengi. Mkazi wa Toa Ngoma, Arnold Kelvin, alihoji hoja ya Mofat kudai hasara ilhali kampuni na faida nyingi kama njia maalum, mabasi ya kisasa na nauli ya juu zaidi. Kwa maoni yake ni jambo lisilowezekana kwa BRT kuchukua nafasi ya aina zote za usafiri katika jiji kubwa kama Dar es Salaam lenye mahitaji tofauti ya usafiri. Naye Jennifer John, mkazi wa Chamazi, alisema daladala bado ni muhimu kwa sababu zinahudumia maeneo mengi ambayo BRT haijafika kikamilifu. Aliongeza kuwa daladala na bajaji mara nyingi ni nafuu zaidi, zikitoza kati ya shilingi 500 hadi 700 ikilinganishwa na nauli ya BRT ya shilingi 1000 kwa safari. Kwa wananchi wa kipato cha chini, tofauti hiyo ni kubwa na inaathiri maisha yao ya kila siku. Mkazi mwingine wa Mbagala, Oscar Shimbo, alisisitiza kuwa mahitaji ya usafiri bado ni makubwa sana katika maeneo yote ya jiji. Badala ya kuondoa daladala katika barabara ya Kilwa, alipendekeza mabasi mengi ya Mofat yasiyotumika yapelekwe kwenye mikondo mingine ambako miundombinu ya BRT iko karibu kukamilika, ili kupunguza msongamano na kuongeza ufanisi. Maoni ya vyama vya madereva na waendeshaji. Chama cha madereva Tanzania, Tadwi, pia kilitoa tahadhari, kiliomba Latra kuchukua uamuzi wa busara. Katibu wa chama hicho, Ramadhani Seleman alionya kuwa kuondoa daladala ghafla kunaweza kusababisha vurugu na mgogoro wa usafiri, kama ilivyotokea katika baadhi ya maeneo wakati wa kuanza kwa BRT awamu ya kwanza bila maandalizi ya kutosha. Katika kituo cha daladala cha Mbagala, mwenyekiti wa madereva na makondakta Mwinshehe Chambuso alieleza kuwa daladala zina mchango mkubwa kiuchumi. Daladala dala moja inaweza kuajiri watu hadi watano moja kwa moja, bila kuhesabu mafundi, wauzaji vipuri na shughuli nyingine zinazozunguka sekta hiyo. Kuondoa daladala kungeathiri maelfu ya familia zinazotegemea ajira hizo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirikisho la madereva wa bajaji na bodaboda Daudi Kagoma alisema vyombo hivyo si wapinzani wa BRT, bali ni washirika muhimu Bajaji na bodaboda huwasaidia abiria kufika vituo vya BRT kutoka mitaa ya ndani, hivyo kuchangia kuongeza idadi ya abiria wa BRT badala ya kuipunguza. Hatua za Latra. Latra imethibitisha kupokea barua ya Mofat lakini haijatoa uamuzi wa haraka kuhusu ombi la kuondoa daladala na vyombo vingine. Mkuu wa mawasiliano wa LATRA Salum Pazi alisema suala hilo linachunguzwa na mamlaka na itafanya mashauriano na wadau wote kabla ya kuchukua hatua yoyote, kutokana na athari kubwa za kijamii na kiuchumi zinazoweza kujitokeza. Taswira mpana wa usafiri Dar es Salaam, mvutano huu unaakisi changamoto kubwa katika mabadiliko ya usafiri wa umma Dar es Salaam. Mfumo wa BRT umelenga kuboresha usafiri, kupunguza msongamano na kuongeza ufanisi, lakini bado unahitaji kushirikiana na mtandao mkubwa wa daladala na usafiri wa kawaida. Daladala zinaendelea kuwa uti wa mgongo wa usafiri kwa milioni ya wakazi wa jiji, hasa katika maeneo ambayo BRT haijafika kikamilifu. Wataalamu wa mipango ya usafiri wanakubaliana kuwa changamoto kubwa ni kupata uwiano bati ya kuimarisha usafiri wa kisasa wenye uwezo mkubwa na kulinda upatikanaji wa huduma nafuu, ajira na ustawi wa wananchi wa kipato cha chini. Uamuzi utakaofikiwa na Latra katika suala hili unaweza kuwa mfano wa namna Dar es Salaam na miji mingine ya Tanzania itakavyosimamia ushirikiano bati ya usafiri wa kisasa na watajidi katika siku zijazo.